Nilitangamana na walimu wanafunzi na washairi katika shule mbili za upili shule ya Anesta na St Gabriel huko Lanet, katika kaunti ya Nakuru. Wanafunzi wa shule hizo na wakutoka shule jirani walipata fursa ya kujifunza mengi kuhusu ushairi, ndege wa maringo, ana ndefu shingo, watu utamani kuangalia, fasihi simulizi na lugha ya Kiswahili kwa ujumla. Hayo yote niliyajumuisha katika mchezo wa kuigiza jukwani kwa jina Kiatu, ambao uliwashirikisha wanafunzi wa shule hizo na baadhi ya walimu wao. Nikiwa mtambaji, mwigizaji mcheshi na pia mshairi, nikawasimulia hadithi ya msichana mmoja, binti wa mfanyabiashara tajiri, ambaye tangu alipozaliwa hadi kuvunja ungo alikuwa hajawahi kuonekana akicheka hadharani. Mfanyabiashara huyo tajiri akatoa fatwa na kusema, yeyote atakayeweza kumchekesha bintiye basi atampa nusu ya utajiri wake na kumwoza binti huyo. <tri> Walijitokeza wachekeshaji wengi, mmoja baada ya mwingine, lakini hawakufaulu kumchekesha binti tajiri. Nikamuuliza huyo, hii PK binti nakulaje? Vipi meza na maji? <laughs> <inaudible> Mzee mmoja masikini akaamua kwenda kujaribu bahati yake. Alienda kutafuta usaidizi kutoka kwa mganga. Mganga alimpa furushi la vitu vikukuu ambavyo alivitumia kumchekesha binti tajiri na taadhima ya tajiri na mkewe akajaribu kwenda kwa binti tajiri si si na kumwoa baada ya kupewa nusu ya utajiri wa babake. Lolani Kalu, NTV, Kali na Kalu.